Ndiyo, kwa majina naitwa Tumepewa Mwaozo Nyemba, nimetokea Chikumburu kijiji jirani na kata Ikinga. Ikinga e, kwa Malawi nchi jirani na sisi, tunajua kuna biashara ambazo tunazifanya kati ya Malawi na Tanzania. Tutanufaika nayo vipi? Ikiwemo miundombinu kikaa sawa, tutachukua bidhaa kutoka Malawi kuzileta Tanzania, tutazichukua Tanzania kuzipeleka Malawi. Kwa hiyo barabara itatusaidia pakubwa, lakini vile vile tuna makaa ya mawe. Makaa ya mawe yalikuwa yanasafiri kwenda wilaya nyingine ya Kiela, lakini kupitia hii lami itatusaidia makaa ya mawe kupita barabara yetu ya Ileje, kwa maana mapato na mananili yatakuwa yanapatikana kutokana na hii barabara. Kwa majina naitwa Oscar Mbwile, mkazi wa Isongole, mzaliwa wa Isongole. Hii barabara upande wangu nimefurahi sana, pamoja na wananchi wote tumefurahi na tumependa kusikia maneno ya naibu waziri wa ujenzi. Hii barabara tutafaidika kitu kimoja, kwa sababu sisi ni wafanyabiashara, tunatafuta maisha. Kwa hiyo tutachukua mbao kule kuleta huku, tutachukua ndizi tutaleta huku. Kwa hiyo tutanufaika kwa upande mwingine na hali ya uchumi utafunguka vizuri, kwa sababu itapitika vizuri wakati wote, na tutakuwa na uhakika kwa biashara ambayo tunaenda kuifanya. Kwa utangulizi, naitwa Vumilia Peterson Kayuni. Hii barabara kwa kweli tunamshukuru Mama Samia. sisi kama wanawake tunamshukuru sana kwa sababu kuna bidhaa ambazo tulikuwa tunatoa huko Isoko kuleta hapa Isongole, lakini ikijengwa kiwango cha lami, kwa kweli hizo bidhaa zitasogea hapa bila tatizo lolote. Kwa kweli tunapenda kumshukuru sana Mama Samia. Kumloka msamba mkandasi akishapatikana, naye anaenda kujenga eneo hilo. Tuna miradi ambayo ni mikubwa ya kimkakati kwa maana ya kuondoa foleni ambazo ziko Tunduma. Tunafahamu kazi kubwa aliyoifanya mheshimiwa rais ya kupanua bandari ya Dar es Salaam sasa mpaka mpaka wetu wa Tunduma, lakini pia na mpaka wa Isongole ambao tunajaribu kuupanua, ni moja ya tu ambazo sasa transporters watafaidika wanchi ya Tanzania kwa ajili ya kupeleka kwenye masoko ya kule Sadek na Komesa. Kwa hiyo tuna imani baada ya kuwa tumeweka miundombinu ambayo imekaa vizuri na transpota wataweza kupeleka mizigo yao kutoka bandari kwenda huko. Kwa sasa hivi navyozungumza, zaidi ya asilimia kumi ya mzigo imeongezeka kwenye mizani yetu ya Mpemba. Kwa hiyo magari tuliokuwa tukiyapima kwa upande wa Mpemba sasa hivi yameongezeka zaidi ya asilimia kumi. Inamaanisha sasa kule bandari imeweza kufanya kuwa na efficiency kubwa ya kuweza kuleta mzigo mkubwa kwenda upande wa masoko ambayo umeyataja. Lengo ni nini wananchi, kuhusu hii barabara? Hii barabara iko mpakani, barabara ya kiuchumi. Tungetamani leo watu kutoka Kia wanapoenda Tunduma wasipite Mbea, wapite hapa, ndio njia ya mkato. Na wakishapita hapa Ileje imeshafunguka, na wakishapita hapa kutoka Tunduma, manake Tunduma tutakuwa na watu wengi, kila tutakuwa na watu wengi kama na changamoto ya hataenu nakotaka, biashara yetu itafanyika haraka sana, na wenzetu wa Malawi wanaitamani sana hii barabara, ili pengine hata kitoka Kasumulu ayo anakuja Tunduma, kwa sababu lengo ni Tunduma. Kwa hiyo ukanda wote unataka uwe unavuka huko unakwenda kwetu Tunduma, na hii barabara itakuwa na ufunguzi kubwa sana kwa maisha yetu ya wanaIleje. Ndio maana tunasema fikra bunifu na vitendo Ileje inafunguka.